Umefahamu kabisa kwamba Jux ameweza kuchukua eh, mwali au mke kutoka nchi ya Nigeria. Huyu Jux unamzungumziaje? Kwa nini kaenda kuchukua mke na Nigeria, na hapa Tanzania dada zetu wamejazana kibao, na wanatafuta ndoa, wanatafuta kuolewa mm -hmm. Eh, na ni wadada warembo, ni wadada wana, wana, wanaasili ya Kiafrika, wamefunzwa na wamefundika ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Nini kilichomtoa Jux kutoka hapa Tanzania kwenda Nigeria kwenda kuchukua mke? Mm. Mm. Aa, ni, ni ni kwa mimi kwa mtazamo wangu Jux kuchukua mwanamke kutoka Nigeria mm, wameacha Tanzania, mimi naona hajakosea. Unajua hata Mwalimu Nyerere kipindi cha nyuma alikuwa anazungumzia tusiendeshwe na udini, tusiendeshwe na makabila, kutokana na masuala ya ubaguzi mm, yani ukishazungumzia maswala ya kuoa ung'ang'anie tu kuoa kwako ndo mwisho wa siku. Zamani walikuwa wamasai wanaoana wenyewe kwa wenyewe, mm. hiyo ni ukabila huo. Sasa unakuja ukija, mm. kuangalia sio, labda labda eh, makabila wadogo labda wanaona wenyewe kwa wenyewe, kuta baadhi ya makabila makabila mm. haya, wasukuma wana mm. lakini sasa tafsiri yake ni nini? Kwamba itafika pahala unatengeneza ubaguzi sio? Unaona vizuri, mm. au unatengeneza ukabila na ndio maana hata Mwalimu Nyerere, eh, baba wa taifa, mwasisi wetu alikuwa anazungumzia hayo mambo mm, tusiyaweke kipaumbele mm, kwamba wewe muoe Mchaga, wewe muoe Mzalamo, mzalamo amuoe Mmasai. Mm, tafsiri yake tunachanganya ko, maisha yanafanyaje, yanaendelea ya ya ya ya. O, kwa kwa juu sisi situaza tukasema katuletea faida eh, mm, kasha tuchanganyia pale eh, nchi ya kwetu na nchi ya Nigeria, na maana tumeunganisha undugu. Hey, leo hii Jux akaenda hmm. hey. na marafiki zake hapo kwenye sherehe, huwezi jua labda wengine nao waliona huko. Sasa mimi nafikiri hmm. nini kilisaa. okay, ameshapata mke ndani ya nchi ya Nigeria sawa. hmm. unafikiri kwamba kwa nini hakuwaza hata kidogo kwamba sasa Mandhari sasa, nimepata mke Nigeria, mm. nitoke na ndugu zangu, wazazi wangu mm. unielewa, kwa ajili tu ya kwenda kuoa kutoa posa, lakini mm. mwisho wa siku sherehe ije kufanyikia hapa Tanzania, ili kwa ajili sasa Watanzania waweze kuingiza kipato tambua fedha ambayo kaitumia Nigeria zaidi ya milioni 350 a, kwa mujibu ya maelezo yake alivyotua uwanja wa airport, eh, uwanja wa ndege wa airport katumia zaidi ya milioni 350 a na za Kitanzania. Je, swali la pili, nini kilichomfanya Jux kwenda kufanyia sherehe kule Nigeria? Kwa nini asije kufanyia hapa Tanzania? Yani, kiujumla ki kwamba kuhusiana na masuala ya kisherehe hmm. Ni, ni, ni wajibu wake yeye kufanyia sherehe kule kutokana ndipo alipokuwa mke wake hmm. Kwa lazima sherehe aifanye kule kulingana na mazingira yake hmm. Ila angejimudu zaidi, sijajua vizuri, sijafuatilia kwa sababu nilijaribu kuona kwamba na hapa Tanzania watakuwa na na na sherehe na sherehe hmm. E, sherehe kubwa sasa, sijajua ukweli wa hilo jambo kama atafanya pia na hapa au labda ameamua tu kufanya kule ikapotelea kule, lakini pia ukiangalia kiuchumi ni ni ni ni ni, ni, ni swala ambalo uh, yaani tunasema ni, ni maamuzi tu yes. Sasa okay maamuzi je? mm. yeah, uone kama ni ni ni ni, ni Juksi eh, yaani yani kama kaolewa. mm. kwa sababu wewe ndio muoaji muowaji. mm. Sawa, it is okay umewaacha madada zetu wa Tanzania, mm. na ni warembo kweli kweli, umeelewa? mm. mm. na wanahitaji ndoa, wanahitaji kuolewa. mm. Umeenda na Nigeria, umemtetea kwamba mm. it is okay. mm. kwa sababu ni kuchanganya makabila, nayo ina, inatupa nguvu na ubora, umeelewa? mm. Sasa okay, saa kwa ishu ya kwenda sasa kufanya sherehe kubwa ndani ya siku ngapi? mm. ngapi siku saba, zile siku saba, saba, mm. saba, yuko ndani ya Nigeria anakula bata na timu yake na wa Nigeria kule, nafikiri kaenda kumbi tofauti tofauti, umeelewa, kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo sherehe. Je, watanzania wengi wanasema kwamba ule ni ulimbukeni wa Jux, aidha ameolewa Jux, umeelewa? Baada ya kuoa, kwa nini asije kufanya sherehe hapa Tanzania hizo siku saba? Kwa nini asifunge mji wa, wa Dar es Salaam aweze kuingiza kipato ndani ya nchi yake? Je, kwa upande wako wewe hii unaiwekaje? Kwanza mimi niseme kwa wale watu wenye mtazamo wa kusema Jux ameolewa, hmm. Mimi nadhani wanakosea au wanajidanganya hmm. Kama mtu aliweza kufanya sherehe kubwa kule na ameenda na marafiki zake kina Diamond Platinum, wametia hela ya kutosha mm. Eh, kwa maana unasemaje mtu huyo ameolewa, wakati wame spend wame kula bata kwa hela zao, umeelewa? Sasa sidhani kama kuna hela yoyote, labda alishindwa, labda kutoa mahali, maana tafsiri ya kusema mtu kaolewa ina maana ameshindwa, labda <laughs> kutoa mahali <laughs> kwa yule binti. Sasa kama tunasema ni jibu ndio, ameshindwa kutoa mahali <laughs> ina maana hata au okay, kina Diamond alishindwa kumchangia kalipe mahali. Eh, eh, kitu eh, ambacho hakiwezekani. Hayo eh, ni maneno tu ya wananchi mm, lakini hatuwezi kusema eti Juksi ameolewa, hiyo kitu hapana. Wanasema <laughs> ni, ulimbukeni. <laughs> Yaani kwa nini uende yaani ukweni mm. Ukafanyie kila kitu kule kwa ah, nini, kwanini usije huku nyumbani kwako? Unajua nani ndugu nani mtangazaji ni kwambie mm. Kitu kimoja mm. Siku zote ukweni kuna nguvu na ukweni ndipo sehemu lazima ukajitutumue <laughs> <laughs> Uwezi ukajitutumua nyumbani yeah, kwako yeah, yeah, yeah. wakati wenzako wanakujua, lazima kwa kwa ukajitutumua ukweni, hata wakwezako waseme yes, kweli mtoto wetu mm. ameolewa na mtu ambaye maarufu eh, tuliweza kuwaona ma masta wakubwa walikuwepo mm. kwenye, kwenye nini yeah. kwenye harusi mm. Sasa lazima ukajitutumue kule. Sasa wewe unataka kujitutumua nyumbani kwako Tanzania mm. wakati watu wanakuelewa je? Yes, sasa mm. hawa mm. mtazamaji ambao sasa hivi unatutazama mm. na kuona Je, wewe uki, ukioa unaenda kufanya sherehe huko huko ukweni? Nisikilize, hakuna kitu kibaya mm. hakuna kitu kibaya kama mwanandoa umemuoa mwanamke alafu shughuli zote za harusi zinafanyikia ukweni, tafsiri yake ndio maana wewe nyu, huna nyumbani kwako na mm -hmm. Umewadharau wazazi, sijui umenielewa. Jux hapa ni niseme ukweli mm -hmm. Kawadharau sana wazazi wake mm -hmm. na sijui kama wazazi wake hili walimkubalia mimi mm -hmm. Nafikiri yaani, kwa nini mbwembwe zote kila kitu ufanyie ukweni? kwa nini usije huku nyumbani kwako? Sawa, yaani, hilo unalosema kwamba eti kwa ajili ana, ana pesa mm -hmm. amelipa mahali huo ni ulimbuko. Tuwaulize watazamaji ambao wanatazama sasa hivi mm. nafikiri watashusha nao pia komenti zao hapa chini mm. watazishusha sawa na kuna wengine mm. wanadumisha mapenzi wanajenga majumba ukweni mm. wanasahau nyumbani kwao walikotoka umeelewa mm. yeah. yeah, yeah. si hilo mm. wanajenga majumba ukweni mm. wanawathamini wakwe lakini mm. yeye nyumbani kwake alikozaliwa huenda baba yake anaishi kwenye kijumba cha nyasi mm. au cha makuti lakini huku kweni yeye mapenzi yote yapo kwa mama mkwe, mapenzi yote yapo kwa baba mkwe. Sasa sasa, nikukatishe, nikukatishe mm, ndugu mwandishi, unajua kuna vitu watu wanashindwa kuelewa mm, tunachanganya haya mambo. Kuna mambo ya falsafa ya kizamani ya wazee, huwa wanakuambia kabisa, unapooa, si unielewa vizuri, ile neno wazee wengi wanazungumza, hata ukihudhuria kwenye ndoa nyingi mm, unapooa, si unaelewa vizuri mm, na binti anapoolewa wazee wanaamini Jux ni mtoto wa Nigeria sasa hivi, na yule binti ni mtoto wa Tanzania. Sijui kama unanielewa hizo falsafa, hiyo kimila. Eh, kwamba unapooa yule mwanamke anakwenda nyumbani kwenu, mm. anatambulika sasa, yeye katika harakati zote za kupambana ana, anatambulika kule yeye ndiyo, ndiyo mtoto wao, wow. hey, na. na wewe pia unatambulika huku, ndiyo mtoto wetu. Kwa sisi sasa hivi tumepata binti ndio sisi ni mwanetu. Jux ni wakule kwa sasa. Ukiangalia hapo, yeye swala la kutamba nyumbani mm. E, ni lazima atambe, sio mm. alafu pia ukizungumzia swala la ndoa, ndoa ni siku hii ni siku moja mm. zilizobaki, mbwembwe alikuwa na uwezo wa kufanya sherehe hata baharini, hata kama sio Nigeria, au ndani ya ndege. Maana walirudi, walikodi ndege mm. sio, mwelewa kwa hiyo, maana walikuwa na uwezo hata sherehe yao waifanyie ndani ya ndege. Je, tungesemaje? Tungesema mshamba au tungesema kwamba kaitenga kai, kai, kai, kaitenga tazani. Oh, yeah, ile ni sherehe si sio ndoa ile ni sherehe, na hao watu ambao wanajenga ukweni mm. si unaona vizuri wanajenga ukweni. Ile tunasema ni ni ni ni nguvu flavu, yani ni nguvu flavu. Namna gani mwanamke anaweza akamvuta mume wake? Au namna gani mwanamke nani mwanaume akavutwa na, na mke wake au mwanamke akamvuta m... ile ni nguvu ya lavu, kwayo, ukweni, ya ke, kwa hiyo we ukivutwa kwenda ukweni, tafsiri yake kwamba umekubali mke wako akuvute na hata pia kuna wanaume wapo sasa hivi hawana hela, unajua na watafuta wanawake wenye hela wawavute pia nao. Hii ni mvutano wa kimahusiano tu. Nadhani vitu kuhusu Diamond Platnumz kuwa best man wa Jux, maana hili ndo limevuja sana mtandaoni na Watanzania pia wanataka kufahamu, Jux amekuwa best man mm. wa uh, Diamond amekuwa best man mm. Best man, yes. Best man wa u tukitazama, mm. kwamba Diamond bado hajaoa mm. lakini kuna baadhi ya watu wanasema kwamba Diamond ikaoa mm. ndoa ya kimya mm. ndoa ya mkeka na Zuchu, hili unalitazamaje una kwa kuhupan, upande wako mimi kwa upande wangu kwa Diamond Platinum pltnm mm. kwenye masuala kwanza ya ndoa mm. naweza nikasema sielewi ukweli halisi kwamba, kama Zuchu wamemuoa kama mke mm, au hajamuoa. Kwa hiyo hapo siwezi nikazungumzia kitu ambacho sina uhakika nacho. Sheria za dini zinasemaje? Sasa yeye mtu kuwa best man si lazima kwamba uwe umeshaingia naye pia kwenye ndoa. Mm, sasa sasa, unajua ukizungumzia mambo ya dini hata mimi pia inanichanganya, kwa sababu kule jamaa alikuwa anaitwa juma juma nani, si Jux anaitwa juma, sijajua yeye ni Muislamu, lakini pale ndoa imepigwa like ya Kikristo. Sasa haya mambo nayo na hapo, sasa, hapo sasa, <laughs> umegusa penyewe sasa. Juksi, unafahamu Watanzania wote wanajua Juksi ni Muislamu, ehe. na mavazi yake asilimia kubwa huwa anavaa kanzu kipindi anaenda msikitini kufanya ibada, na tunajua kabisa ni Muislamu. Majina yake anaitwa nani, Juma, si Juma nani? hey, yeah, yeah. hey, hey. hey. ni Muislamu halisi hmm. lakini cha kushangaza wameenda kufunga ndoa ya Kikristo. Mm. Na ndio maana unakwepa, unakwepa e. Kwepa <laughs> Juksi ameolewa, Juksi hajaoa. Diamond mwenyewe pale, mm, ni bestman wake, umenelewa? Mm. Amekuja pale padili anawaapisha kiapo kwa dini ya Kiislamu, si umenelewa, ya Kikristo. Mm. mm -hmm. kwa dini ya Kikristo. Mm. Sawa. Mm. Diamond mwenyewe ameweka mkono hivi Mm. Unaelewa maanake nini? Mm. Eh? Maana hivi wanatumia kama Kristo eh. Mapaki, kamba... <laughs> <laughs> mapaloku. <laughs> mapa kwa mfano yule nani aliofariki wa wa, wa Katoliki Roma nani? Eh, papa nani? Eh, papa. Mm. Papa, Papa Francis. Francis yeah. Yes. Umeona? Diamond ameweka mkono hapa, anafanya hivi na maana tafsiri yake kwamba amekubali. Na sasa mambo, mambo kukizu, hmm, na sasa hmm, kwenye mambo ya kusimamia. Ndio maana nasema hapo, ukizungumzia mambo ya udini yana changamoto, kwa sababu hata Diamond ni Muislamu pia. Kwa hiyo sasa kama ni Muislamu sasa kama ni Muislamu mambo ya kusimamia hayo yanategemea kwamba je, yana masharti anayesimamia ya lazima awe Muislamu au, ah, anayesimamia ni mtu yoyote, hata kama akiwa Mkristo anaweza akasimamia. Sasa labda mimi ndugu, mm, mwandishi niseme, kwenye mimi ninapojua kisheria za dini ya Kiislamu, mm, sawa, kisheria za dini ya Kiislamu mm. Kwanza hakunaga masuala yaani ukiona mtu ana anakuwa best man mm. wa bwana harusi mm. wa bibi harusi mm. tambua, wanatoka kwenye ndoa hii mm. wanatoka kwenye ndoa hii mm. no. moja hiyo mm. sheria ya dini kwa, ya Kiislamu. Kwa Diamond pale angesema ilibidi aje Zuchu ya yes mm. uh -huh. umenielewa? <laughs> Diamond pale ilibidi aende na Zuchu mm wewe sio umeona, mm. ni ndoa ya halali Diamond na Zuchu maana mm. ilibidi pale aonekanike Diamond mm. aonekanike Zuchu kwa mke na mume, tafsiri mm. yes. mm. ya kuwa Diamond best man wa best man wa wa Jux mm. mwanamke wa Jux sawa. Kuna mwingine mwanamke yuko nyuma yake si? mm. umenielewa? mm. na bado wanaingia kwenye kanisa mm. umenielewa. sasa swali la watanzania ambao wanazidi kujiuliza kwenye vichwa vyao kuhusu hii ndoa ya Jux mm. Jux amebadili dini amekuwa mm. ni Mkristo mm. Je, vipi kuhusu Diamond kuwa best man wa Jux? Lakini labda mimi ni, ni, ni, ni, nifafanua kidogo kwa upeo wangu mfupi mm. na matukio ambayo nilioyafatilia kwamba mimi sijaona Juksi ku- kufunga ndoa labda ninaweza ikawa ni ndoa ya kimila, sijaona hiyo clip, lakini nitumishi kwamba nimeona wanavishana pete pale na uh -huh. Kiapo mchungaji, hujamuona e, mchungaji nimemuona. Sasa, sasa kuna wedding. Wedding mambo ya pete. Sasa je, ni ni pete tu au ni pete ndoa ya ndoa? Unajua pete, hmm. pete nani nikuambie taaya, mambo ya dini bwana na uwanja mpana sana hmm. pete hizi wakati mwingine zinakuwa kama ni ushahidi tu Si unanena vizuri mm, tofauti na masuala ya kindoa. Kwa mfano kama si wa waislamu Waislamu ukishakunja goti mkipeana mikono ime- imeisha hiyo. Hata Wakristo pia wakiapishwa pale, ndio ndio imeisha. Pete inakuja kwamba ni ushahidi wa wafunga ndoa, hata kama haipo pete, na maana ndoa hiyo lazima iswi. Na niliona ndoa ya ndugu yangu mmoja aliipiga chuku chuku bila pete, na ilienda kanisa, na ilienda ilikuwa kanisani <laughs> nilishangaa sana, lakini kaona kumbe inawezekana hata kama pete hakuna ndoa inakuwepo. Sasa swali la msingi, mi naona ndugu mwandishi mm, kwa swala la Juksi usiishie hapo mm, kwamba labda tuendelee kutafuta watu wa dini watuchambulie kidogo yes. E, mm, kwenye kipindi hichi ili Watanzania wapate kuelewa na pia tupate kujua bwana Juksi amesilimu au hajasilimu. na je, Diamond Platinum, mm, kukaa na mwanamke ambaye sio wake kwenye kusimamia hii ni sahihi? Sasa hapo kuna ye, wenye taaluma zao, taaluma zao. E, lazima tukae nao hapa ni kweli kabisa e. Mimi nafikiri watazamaji ambao wanaendelea kutufuatilia hiki kipindi cha maswala ya wasanii wa bongo movie, lakini wasanii wa bongo flava, hasa tukimzungumzia Jux, ni msanii wa Kitanzania ameenda kuoa huko Nigeria, kaenda kupata mke wa Nigeria, lakini majibu na maswali ya Watanzania na mgeni wetu rasmi aliyofika kwenye hizi studio zetu za Wasamalia kaja kutudadavulia namna ya kuona ndoa ya Jux ilivyoenda. Kuhusu Diamond Platinum kuwa ni best man wa Jux, je, ni halali kwenda peke yake bila Zuchu? Hilo swali la kwanza, lakini swali la pili, je, Diamond Platinum amefunga ndoa na Zuchu mpaka yeye awe best man wa wa wa Jux? Swali la tatu kwamba Jux amebadili dini, amekuwa Mwikristo.